Na mtazamaji, katika Mahakama ya Milimani jijini Nairobi, dereva wa mbunge wa Kibra Mheshimiwa Peter Orero alijikuta kizimbani hivi leo akikiri kosa la kuendesha gari upande usiofaa wa barabara. Kosa hilo lilisababisha taharuki mitandaoni na mijadala mikali kuhusu matumizi mabaya ya mamlaka. George Oduor ambaye ni dereva wa mbunge huyo alikiri kosa hilo mbele ya hakimu mkuu na mahakama kumhukumu faini ya shilingi laki moja au kifungo cha miezi kumi na miwili gerezani iwapo hatalipa faini hiyo. Hukumu hiyo, right hiyo ilipokelewa kwa hisia mseto huku wengi wakikashifu kitendo hicho bila kuzingatia hadhi ya anayehusika. Tukio hilo lilitokea baada ya video kusambaa mitandaoni ikimuonyesha dereva huyo akiendesha gari linalohusishwa na Mbunge Orero upande usiofaa wa barabara. Alikuwa akiwapita madereva wengine waliokuwa wamesimama kwa kufuata sheria. Video hiyo ilinaswa na mwandishi wa habari wa kimataifa Larry Madowo mbaye aliweka tukio hilo kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya muda mfupi likazua mjadala mkubwa kuhusu tabia za madereva wa viongozi barabarani, yeah. Baada ya uchunguzi wa haraka, tume ya polisi ilimkamata ili dereva huyo na kumfikisha mahakamani huku ikisisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Kulingana na msemaji wa polisi, utekelezaji wa sheria za trafiki ni wajibu wa kila mmoja, na hakuna anayepaswa kutumia cheo au hadhi kama kinga dhidi ya makosa ya barabarani. Hata hivyo, tukio hili limeibua maswali mazito kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa umma na wale wanaowahudumia, huku wananchi wakitaka hatua za kisheria zichukuliwe kwa usawa bila upendeleo. Wengi wanasema kesi kama hii inapaswa kuwa onyo kwa madereva wa viongozi na watumishi wa umma wanaojiona wako juu ya sheria. Wakati huo huo, mjadala kuhusu nidhamu barabarani na mfano unaowekwa na viongozi unaendelea kushika kasi kote nchini. Brian Ouma, Gerry Reports.